Hakuna uchaguzi uliokuwa wa amani na utulivu kama kule Zanzi, kama, wakati, kama mwaka huu Zanzibar. Sio kwamba nawakejeli, lakini nawatania kidogo. Ukiona mwenzako ananyolewa, tia maji. Napokea simu kila wakati, baba askofu mzima huko, baba askofu mzima huko. Nasema Mungu ametujalia, sala zenu tumesaidia tumejifunza mengi uchaguzi umeonda salama na tuna viongozi wapya wa kuchaguliwa rasmi. Ndugu zangu, sala zenu ndizo zitatuvusha katika ajali hizi na matatizo haya ambayo yanatawala sasa. Msikubali kugawanika kwa sababu ya siasa, msikubali kugawanika kwa sababu ya tofauti ya chama na vyama na siasa. Kwetu sisi watu tuko wamoja, na tunapokuwa wamoja tunajenga nyumba pamoja. Hatutaweza kuwa na serikali inayevunja ina, maendeleo na inayotakataza inayokataa ina, ina, ina, amani ya watu na ulinzi wa watu. Tuwe na maendeleo ma, ya kinifu. Naomba tusichafue maendeleo yetu ya miaka sitini na tatu ya uhuru, tuyaendeleze kwa njia ya amani. Tunapodai kitu, tudai kwa amani. Mungu atatupatia yale ambayo tunaruhusiwa. Ma, na maandamano yanaruhusiwa ya, ya ya na, ya maandamano ya amani ya kufuata sheria ambazo zipo, na ndio njia tu ya kupata kile unachodai maandamano ya amani na mazungumzano na serikali yetu ilisema ipo tayari kwa mazungumzo. Tusifanye fujo ndugu zangu, tuwe tayari kwa mazungumzo hayo, alafu tufikie mwafaka tunaohitaji. Ndugu zangu, nawatakia kila jema, nawatakia kila baraka. Na wanangu, nawatakia kila baraka. Mmezaliwa kipindi ambacho mabadiliko ni makubwa. Msikubalike kuchukuliwa na haya mabadiliko chukulieni, chukueni mabadiliko ambayo yanatija, mabadiliko ambayo yatatengeneza maisha yenu ya baadaye huko tunakokwenda vizuri. Asanteni sana, nawatakia kila jema.